Hii ni Bugoma TV Habari. Habari. Kamati ya Bunge imeweza kukagua miundombinu mbalimbali ikiwemo majosho, mabirika na malamu. Tumejenga majosho 20 ambayo yametekelezwa chini ya mradi huu wa urejeshaji wa woto asili, lakini pia majosho mengine yamejengwa chini ya wizara. Kwa hiyo tumejenga pia mabanio, lakini pia mabirika lakini pia tumejenga mradi mkubwa wa bwawa kubwa ambao umegharimu zaidi ya milioni 510. Kwa ujumla, miradi yote imeweza kugharimu zaidi ya bilioni 1.3. Lengo ni kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo. Nje na hilo aa, tumejikita katika kuhakikisha kwamba wafugaji wanapewa elimu na teknolojia ya uzalishaji wa malisho ili kuwa na uhakika na usalama wa chakula kwa mifugo yao kwa mwaka mzima. Kwa hiyo elimu hii tumekuwa tukiitoa kupitia mashamba darasa, ambapo hii eneo tulilopo ni moja ya shamba darasa ambalo tumelifanya tumelifanya kwa lengo la kuweza kuleta elimu ya namna gani watazalisha malisho na kwa tija, ili waweze kulisha mifugo yao almost kwa mwaka mzima. Mradi huu ni wa miaka mitano kuanzia Julai Januari 2021 hadi Disemba 2025. lengo kuu la mradi ni kuimarisha usimamizi wa pamoja jumuishi kwa mazingira na urejeshwaji urejeshwaji wa ardhi iliyoharibiwa ili kujenga uhimilivu wa mifumo ekolojia na jamii kwa ujumla. Mradi huu umefikia asilimia 90 na umeanza kutumika tarehe 27 mwezi wa 10 2024, ambapo mpaka sasa mifugo 1282 imeogeshwa. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya maji na mazingira, kazi hii ilitengewa jumla ya fedha kiasi milioni 44,575 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya ndani kwa mchanganuo ufuatao: Ujenzi wa josho kuogeshea mifugo litengwa milioni ishirini na moja. Ujenzi wa birika la kunyoshea mifugo milioni kumi. Ujenzi wa banio la kuchangia mifugo kiasi cha shilingi milioni kumi na tatu. Hata hivyo, hadi kukamilika kwa shughuli hizi, jumla ya fedha iliyotumika ni shilingi milioni sabini na moja na laki moja, ambapo kiasi cha shilingi milioni ishirini na saba zilizoongezeka zilitokana na fedha za mapato ya biashara hewa ukaa kutoka kijiji cha Kapanga kwa ajili ya ununuzi wa loko material, malipo ya fundi na ujenzi, na, na na, na fundi wa ujenzi na kusogeza huduma ya maji katika, ka, kwa ajili ya kuogesha mifugo na kunyoshia mifugo kama, uh, kama mchango wa wananchi, anafaa madhumuni kama ifuatavyo: kusaidia unyooshaji endelevu wa mifugo na hivyo kupunguza uharibifu wa vyanzo vya maji unaofanywa na mifugo kunyoshia katika katika maeneo hayo, kusaidia upatikanaji wa huduma za ugani na urahisi ili hii, ikiwa ni pamoja na huduma za kutibu mifugo mbalimbali, magonjwa mbalimbali ya mifugo na utambuzi wa mifugo kusaidia ufugaji wa kisasa na wenye tija. Toka tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi tulipofunguliwa ili josho hili, siku hiyo hiyo tulianza kuogesha ng'ombe wetu hapa, tulianza kuyaona mabadiliko makubwa sana, tofauti na vile tulivyokuwa tunafuga sisi ng'ombe wetu. Huu ugonjwa wa ndigana baridi na ndigana kali, huo ugonjwa haupo hapa Kapanga, na tunaomba Mama Samia aendelee kutuletea miradi zingine ambazo zilizopo kule wazilete hapa Kapanga, mikono yetu Kapanga zinahitaji kupokea miradi kama hii. Hii ni Bugoma TV habari